Nasema niliwahi kusoma hadithi mimi zamani. Sasa hadithi hii kidogo nimeisahau sahau, sikumbuki vizuri sana lakini kiini chake bado nakikumbuka. Kuna jamaa fulani, nadhani walikuwa wanaposa. Kuna binti mahala anasifika sana basi, kuna waposaji wengi, nadhani wanamfata huyo huyo binti. Basi wanakwenda lakini huko ni kilimani, huko anakokwenda ni kilimani, lazima upande kilimani. Na hapa chini, hapa njiani, hapa kuna kibibi kizee hapa. Basi hufika hapo kwa bibi kizee pale. Bibi kizee, ujambo, jambo, anakuuliza unakwenda wapi? Anasema nakwenda, anakwenda posa wapi? Huko huko. Mwanangu, usiende huko usiende. Kwa nini? kubaya huko. Hapana, mimi namtaka yule binti, lazima kabisa, ni mposa yule. Kambia lakini hatari huko, aambia hapana, wewe nielekeze jinsi ya kwenda. Anakazana sana huyo. Akishakazana anaambia ba, basi sasa nakuelekeza, basi utakapokuwa nakwenda utaanza kusikia kelele huyo huyo huyo huyo huyo huyo, usisite wala usi tazame upande wala usitazame nyuma we nenda tu nenda. Na kila utakavyozidi kwenda utaambiwa huyo huyo huyo, na kila utakavyozidi kusogea ndio kelele itazidi sana, huyo huyo, mchinje, mchinje, huyo <laughs> Lakini wewe we, we, tazama mbele tu nenda tu, ukikosea ukageuka ukatazama nyuma utageuka jiwe. Basi huyo amekubali masharti, amekwenda amekwenda, huyo Uyo, uyo, uyo, uyo, uyo. Ah, mara vishindo vile makelele yakamzidi akageuka, akatazama nyuma, akawajiwe basi. Wamefata wengi hivi, watu wengi sana wamefata waposaji hivyo, kila kelele zikidi, huyo huyo anageuka nyuma anakuwa jiwe hivyo hivyo, mlima ule ukaona mawe mengi sana. <laughs> Ati baba yake kamekuja kwa kijana kazuri sana. Bibi huyu anakahurumia. <laughs> Kijana leo anakwenda. Sasa na mimi nakwenda. Nakwenda huko na huko pote. Ah, wewe kijana. Kwa nini hadithi hizi usikii? Ukujasikia watu. Asema nimesikia lakini na mimi nataka kujaribu. Kaidi akawaambia, wewe na wewe uki uki jiwe. Mimi sitaki rudi kwa baba yako. Sasa, hapana bibi. Na mimi nataka kwenda. Sasa nitakwambia kama nilivyowaambia wengine. Nenda. <laughs> Lakini usigeuke nyuma. Watakusema sana. Huyo huyo huyo, bana hawataki yule binti atoke pale. Huyo huyo huyo huyo, na kila utakavyozidi kukaribia ndivyo atakavyozidi kupiga kelele. Sasa huyo kijana amesema nitajaribu, na amejaribu kweli, na amekwenda hivyo hivyo, na kweli kila anavyozidi so, kusogelea kelele pale, kelele zinazidi. Huyo mchinje mchinje mchinje, huyo huyo. Sasa umemfikia, mchinje huyo. <laughs> <laughs> Kijana yule amegoma, amekwenda mpaka amemfikia ile binti amwambia basi madhali umefika sasa, mimi wako. Sasa nitakuonyesha jinsi ya kuwageuza hawa wasiwe mau hmm. Ametoka na mchumba wake pale na dawa ameshapata, basi pa. Kawanyunyizia wote hao rafiki zake waliogeuka nyuma hawa <laughs> karudi nao nyumbani sasa. Hiyo ni hadithi, nasema nilisoma, sijui kama nimeisema vizuri sasa, lakini nitakuja kuikumbuka, lakini kiini chake nihi sasa katika mambo haya ya kujenga nchi, haya haya ya shabaha, shabaha kama hizi, kubwa kabisa, ni shabaha kubwa kabisa hizi, za kuleta haki, za kuondoa dhuluma, za kuleta haki duniani, mnajipa shabaha kubwa kabisa. Ndio tunataka kujenga nchi ambako hakuna dhuluma. Dhuluma, sasa safari yake ni ngumu sana, na mimi nina hakika kila mtakavyozidi kuendelea huku, mtaambiwa na makelele, huyo huyo huyo, wale wasiotaka mfike huko watafanya kile, huyo huyo huyo. Na kila mtakavyosogea, kila nchi ile inayozidi kusogea inaonekana kweli na msimamo, ina iko katika njia ile ile na inakwenda, kelele zitazidi, huyo huyo wamepotea, hao hao, na mimi ni, nasema kama nazisikia hizo kelele sasa hivi, kama nazisikia zingine hapa hapa Tanzania, zingine zoka nje ya Tanzania. Wamekoswa njia hao, hao, hao wachinje hao, hao, wa sasa. Watanzania, mimi sikubali kuwa jiwe. Sasa kama ukisema ni woga ni woga au nini, solambai lakini kwa jiwe sikubali, hata sijeuki nyuma. Maana ama tulikusudia kweli ama tulitania, ama tulikusudia kweli kujenga nchi ya haki ama tulikuwa tunatania tu. Sasa kama tulikusudia, hatuwezi tukarudi nyuma kwa kelele za wapumbavu na wanyonyaji. Tutakwenda tu, tutapata matatizo, tutapata majizi humu humu, tutapata wanyang'anyi humu humu, tutapata watetezi wa mabepari humu humu. Watazidisha kelele, lakini tutakwenda. Wanaotaka kugeuka mawe, geukeni.